Mnalima korosho, mnalima ufuta, mna bahari, mna seruu iko hapa, na seruu ni kubwa hata kuliko nchi ya Rwanda peke yake. Lakini leo tumefika Lindi, hali ndiyo hii, ya huhitaji kuambiwa. Lindi ambayo kabla ya uhuru mabenki makubwa duniani yalikuwa yanakuja hapa kuwekeza hapa kwa sababu ya mkonge. Mnajua mkonge ndio unatumika kutengeneza viti vya magari na makapeti na vitu mbalimbali vya thamani duniani. Sasa ndugu zangu, kama alivyosema leba, umasikini wa nchi hii ni umaskini wa kutengeneza, na viongozi tulio nao, viongozi wa serikali waliopo, wamekaa madarakani kwa zaidi ya miaka sitini na tatu, wamegeuza eneo hili ambalo lingekuwa leo lina kiwanja kikubwa cha ndege ndege zinatua zinaleta watalii wanakuja kwenye fukwe hapa, kungekuwa na mahoteli makubwa hapa Lindi leo. Kama kuna hoteli kubwa hapa, hayo mahoteli yangenunua nyanya kwa watu wanaolima nyanya hapa leo. Kama wewe ungekuwa unalima nyanya hapo, wakinunua nyanya kutoka kwako, pesa ikitoka Ulaya inaingia kwa mwenye hoteli inakuja kwako na elima nyanya wewe, ungemwagiza bodaboda afate nyanya nyingine shambani, yule boda boda angepata hela, angenunua mafuta kwenye mtu anayeuza mafuta yule, angepata hela, angejenga kituo kingine, angeajiri mtu mwingine, fedha ingekuwa kubwa zaidi. Leo Lindi imeuawa kiuchumi, mkonge umekufa, korosho ni wizi, wanawaibia. Gesi ambayo iko maeneo yenu, futi za ujezo tilioni, hakuna mtu anayejua. Leo nini kinaendelea kuhusu gesi, imekuwa siri ya serikali. Nasema uongo. Watu waliokuwa na dai hawajalipwa tena mambo yao ya gesi, kwa sababu haieleweki kinachoendelea leo kuhusu utalii wa Seru. Ni ngumu kwenda Liwale kwa sababu hakuna barabara, tumetoka Dar es Salaam. Mtalii hawezi kuamua kuja Seru aache kwenda kaskazini ambapo kuna barabara nzuri ambapo kuna uwanja wa kia. Pia leo utalii wa fukwe wa hizi zote kungekuwa na utalii mkubwa sana maeneo haya, na uchumi wa hapo ungekuwa mkubwa. Leo uvuvi baharini ungekuwa mkubwa, kwa sababu bahari iliyoko kwenye nchi asilimia 60 iko kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara. Unaenda nchi kama Norway, mwaka jana peke yake uvuvi wa bahari kuu wamepata mapato ya zaidi ya bilioni 9 dola, ambazo ni trilioni 30, karibia asilimia asilimia 80 ya bajeti ya nchi yetu ni uvuvi wa mwaka mmoja. Vijana wetu hawana ajira kwa sababu watu walioko madarakani hawana uwezo, ni wa binafsi, ni majizi, hawataki kuwekeza kwa, kwa, kwa, kwa wananchi, ili wananchi wapate maisha. Mwaka jana ripoti ya CAG iliyotoka, kumeibiwa, yani fedha ambazo zimepotea zaidi ya bilioni 317, CAG anasema ni matumizi yasiyoeleweka yaani, matumizi ambayo hayaeleweki yasiyokuwa na msingi bilioni 317. Nyie hapa ili mjenge kiwanda cha, cha, ku, cha, cha kusindika samaki na watu wapate boti kubwa za uvuvi mnahitaji chini ya bilioni kumi kujenga hicho kiwanda kiwapatia ajira hapa, lakini serikali yenu zaidi ya bilioni 317 zinapotea kwa mwaka mmoja tu na nyie mnabaki